Saikolojia kumi na tatu za mpenzi anayeogopa kupoteza. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza je, ni saikolojia zipi za mpenzi anayeogopa kupoteza, na wengi wameishia pasi na majibu yote. Leo nimekuandalia somo hili, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Tutakwenda kuzichambua saikolojia kumi na tatu za mpenzi anayeogopa kupoteza.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 Hii ni ishara ya mtu anayetaka kubaki kwenye maisha yako. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya kwanza ya kumtambua mtu ambaye hataki kukupoteza, ni mtu ambaye anabadilisha tabia zake kwa ajili yako. Ye yuko tayari kubadilisha tabia yake ambayo usioipenda kwa ajili yako. Kwa hiyo ukiona, hii ni saikolojia ya kwanza ambayo inaonyesha mpenzi ule naye anaogopa kupoteza, anakuwa yuko tayari abadilishe tabia zake kwa ajili yako yuko tayari. Kama alikuwa ni mkali au kama alikuwa ni mtu fulani ambaye ana, ana... kama alikuwa ni mlevi wakati mwingine yuko atakuwa, atakuwa tayari kuacha ulevi kwa ajili yako. Kama alikuwa ni mtu ambaye hapendi kusali atakuwa yuko tayari aache uzembe uze aanze kwenda kanisani kwa ajili yako. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya mpenzi anayegopa kupoteza. Kwa hiyo anakuwa anabadilisha tabia zake kwa ajili yako. Lakini saikolojia ya pili anakujali zaidi kuliko kawaida, anakuuliza maswali mbalimbali. Ni mtu ambaye anakuwa anakujali zaidi kuliko kawaida, anakuuliza. Kwa mfano, labda ulikuwa unaenda sehemu, anakuuliza umefikaje? Anaweza kuuliza umekula nini, unaendeleaje? Hii si uonevu, ni hofu ya kimya ya kukosa nafasi katika maisha. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakujali zaidi kuliko kawaida, ni mtu ambaye anakuwa anakujali zaidi kuliko kawaida. Ni mtu ambaye atakuwa at atatamani kujua hali yako, ni mtu atatamani kujua unaendeleaje, ni mtu atatamani kujua ni changamoto gani ambayo unaipitia. Kwa hiyo anakujali zaidi kuliko kawaida. Hii ni saikolojia ya mtu ambaye anaogopa kupoteza, ni mtu ambaye anakuwa anakujali zaidi kuliko kawaida Yuko tayari kujua hali yako, yuko tayari kusaidia unapokwama, yuko tayari hata kama ana hana cha kusaidia, atakushauri. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya pili ya mtu ambaye anaogopa kukupoteza, ya mpenzi ambaye anaogopa kukupoteza. Kwa hiyo anakuwa anakujali zaidi kuliko kawaida, yani anakuwa anakujali zaidi kuliko kawaida. Hata kama ana uwezo yeye ataweza kujulia hali, atakuulizia ukoje, unaendeleaje umekula na kama umekula umekula nini na vitu kama hivyo. Lakini saikolojia namba tatu, anakumbuka vitu vidogo. Ni mtu ambaye anakuwa anakumbuka vitu vidogo. Mtu ambaye anaogopa kupoteza, saikolojia yake ya tatu, anakuwa anakumbuka vitu vidogo. Anaweza kawa anakumbuka tarehe, maneno ulioyasema, vitu unavyovipenda. Kisaikolojia, mtu anayehofia kukupoteza huweka kumbukumbu zako kama hazina. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakumbuka vitu vidogo anakumbuka tarehe, kwa mfano za kumbuka tarehe, kwa mfano za kumbuka tarehe yako ya kuzaliwa, ulizaliwa tarehe ngapi? Yamkini, unaweza kuwa hata hata umesahau, imefika hata siku yako umesahau, ya birthday yako umesahau, lakini yeye anakuwa anakukumbusha, leo ni yeye, ni happy birthday yako, umesahau. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakumbuka vitu vidogo, anakumbuka tarehe yako ya kuzaliwa, anakumbuka maneno uliyosema, kwa mfano kuna jambo labda ulitamka, lakini ukawa umelisahau, lakini yeye atakumbuka jambo hilo. Unakumbuka ulisema leo utafanya hichi, unakumbuka siku fulani ulisema uh, ikifika tarehe hii utafanya moja mbili tatu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakumbuka vitu vidogo. Kwa hiyo kisaikolojia, mtu anayehofia kupoteza huweka kumbukumbu zako kama hazina. Ni mtu ambaye anakuwa anatunza kumbukumbu kumbu zako, ni mtu ambaye anakuwa anajua vitu vya msingi, vitu ambavyo vitu unavipenda, vitu gani unavyovipenda. Ni mtu pia ambaye anaweza kujua ratiba yako. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tatu ya mtu ambaye anaogopa ana, ana, ana kupoteza. Anakumbuka vitu vidogo, anakumbuka tarehe, anakumbuka maneno uliyoyasema, vitu unavipenda. Kisaikolojia mtu ambaye wa namna hii anakuwa no, Ha, mtu ambaye anahofia kupoteza anakuwa anatunza au anaziweka kumbukumbu zako kama hazina. Lakini saikolojia ya nne ya mtu ambaye, ya mpenzi anayeogopa kupoteza, anakuomba uhakika mara kwa mara. Ni mtu ambaye anakuwa anakuomba uhakika wa mara kwa mara. Mfano, anaweza kuuliza bado unanipenda au mimi ni muhimu kwako? Hii inaonyesha wasiwasi wa kihisia unaotokana na kukuthamini sana kwao. Ni mtu ambaye ana anakuomba uhakika wa mara kwa mara yani, mara kwa mara anakuwa ana, anaomba umpatie uhakika kana kwamba bado unampenda. Anaomba umpatie uhakika je, unampenda una una, unamthamini. Yani, mtu ambaye anakuomba uhakika mara kwa mara ni mtu ambaye anakuwa anakuomba uhakika mara kwa mara. Tamani kujua kama bado unampenda, anatamani kujua kama bado ni wamuhimu kwako, anatamani kujua kama bado unamthamini na kadhalika kwao. Uh, hii uh, hii inaonyesha wasiwasi wa kihisia unaotokana na kuthamini zaidi. Lakini pia saikolojia ya tano ya mpenzi anayeogopa kupoteza anakuwa na wivu juu yako. Ni mtu ambaye anakuwa na wivu juu yako, hasemi wazi. Wakati mwingine anaweza asiseme wazi, lakini unauona. Wivu huu unatokana na hofu, anaona wengine wanaweza kukuona jinsi yeye anavyokuona. O, ni mtu ambaye anakuwa na wivu juu yako, ni mtu ambaye anakuwa na wivu juu yako, hapendi akuone uko na watu wengine. Kama ni mwanamke yeye anakuwa apendi akuone, kama kama ni mwanaume hapendi akuone uko na wanaume wengine, lakini pia kama ni mwanamke pia anakuwa apendi pia akuone uko na wanawake wengine. Wao ni mtu ambaye anakuwa na wivu hey, anakuwa na wivu juu yako, anakuwa na wivu kabisa. Kwa hiyo hasemi wazi, lakini unauona wivu wake anakuwa anaweza kuwa kabisa, mlikuwa mnazungumza nini pale? Mlikuwa mnafanya nini? Eh, amekwambiaje? Huyo ni mtu ambaye anakuwa na wivu yako, lakini wakati mwingine jambo hili au karibu alionao na huyo mtu, anaweza akakupoteza au ana, unaweza ukamwacha. Kwa hiyo anakuwa na wivu juu yako. Lakini saikolojia ya sita ya mtu ambaye anaogopa kupoteza, anakuheshimu zaidi, anachagua maneno, anaepuka kudharau. Mtu anayekuogopa kukupoteza anachunga mahusiano kwa umakini. Mtu anayeogopa kupoteza ni mtu ambaye anakuheshimu zaidi, ni mtu ambaye anakuheshimu zaidi anaogopa kupoteza. Yani, anakuwa anakuheshimu zaidi, anachagua maneno gani ya kukwambia, anaepuka kukudharau. Mtu anayeogopa kupoteza anachunga mahusiano kwa makini, yani anayalinda mahusiano kwa makini sana. Lakini saikolojia saba ya mpenzi anayeogopa kupoteza anakuwa tayari kuomba msamaha. Ni mtu ambaye anakuwa yuko tayari kujishusha, hata kama si rahisi kwake atajaribu, kisaikolojia anaona kiburi kinaweza kumgharimu. Ni mtu ambaye anakuwa tayari kuomba msamaha, yani ametokea amekosea, lakini ni mtu ambaye anakuwa yuko tayari kuomba msamaha, yuko tayari kujishusha. Hii ni saikolojia ya mtu ambaye anaogopa kukupoteza. Lakini saikolojia namba nane, anakuonyesha upendo kwa vitendo. Ni mtu ambaye anakuonyesha upendo kwa vitendo, si maneno tu, sio maneno tu ni muda anakuonyesha ana, ana, ana kwa matendo anakupatia muda, auwe mwenyewe utaona juhudi wewe mwenyewe utaona uwepo wake. Hofu ya kupoteza umfanya mtu athibitishe kwa matendo. O, ni mtu ambaye anakuonyesha upendo kwa matendo na wala si kwa maneno. Lakini saikolojia tisa, anataka kujua mipaka yako, anaweza akakuuliza, nini kinakukwaza, nini kinakufurahisha. Hii ni ishara ya mtu anayetaka kukulinda usiondoke. Kwa hiyo anataka kujua mipaka yako anataka kujua ni kitu gani ambacho kinakukwaza, ni nini kinachokufurahisha. Hii ni ishara ya mtu anayetaka kukulinda ili asikupoteze. Lakini saikolojia ya kumi ya mtu anayeogopa kupoteza, anakupa nafasi bila kukwacha. Anajua kukuacha huru ni njia ya kufanya ubaki kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Kwa anakupa, na, anakupa nafasi bila kukuacha. Lakini saikolojia ya kumi na moja ya mtu anayeogopa kupoteza au ya mpenzi anayeogopa kupoteza anakuhusisha kwenye mipango yake ya baadaye, anaongea kuhusu kesho, sio leo tu. Hii ni dalili ya mtu anayekuona kwenye maisha yake ya muda mrefu. Kwao ni mtu ambaye anakuhusisha kwenye mipango yake ya baadaye, ni mtu ambaye anaweza kushirikisha kuhusiana na mipango yake ya baadaye, ni mtu ambaye anaweza kujumuisha kwenye mipango yake ya baadaye. Eh, kwa hiyo anakuhusisha kwenye mipango yake ya baadaye, anaongea kuhusu kesho, sio leo tu. Hii ni dalili ya mtu anayekuona kwenye maisha yake ya muda mrefu na hataki kupoteza lakini saikolojia kumi na mbili anajitahidi kubaki karibu kihisia. Anajitahidi kubaki karibu kihisia, hata akiwa mbali kimwili atatafuta mawasiliano. Hofu ya kupoteza ufanya asiache pengo ko. Ni mtu ambaye atakuwa, hata kama mko mbali, atajitahidi kuhakikisha mnawasiliana. Atajitahidi kujua hali yako, yaani atajitahidi kupata muda wa kuzungumza. Kwa hiyo anajitahidi kubaki karibu kihisia, anakuwa anaogopa kupoteza lakini saikolojia ya kumi na tatu ya mtu anayeogopa kupoteza anakuogopa kwa heshima. Hii ni yakina sana, anakuheshimu kwa sababu anajua unaweza kuondoka na anajua ukiondoka ataumia. Kwa hiyo anakuogopa kwa heshima. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ukomenti chini uniambie umejifunza kitu gani. Nitafurahi sana nikiona komenti yako. Nakupenda, nikutakie wakati mwema.